Hi al layati allati yursiluha Llahu taala, hakika hizi alama ambazo Allah anazituma. La takunu limauti ahadin, hazitumwi alama hizi kwa sababu ya mauti ya, ya yoyote, wala lihayatihi, wala kwa kuhuika yeyote katika watu, walakin Allaha lakini Allah yursiluha, huzitumiliza aya hizi, alama hizi, matukio haya ambayo yanazingatiwa ni aya miongoni mwa aya za Allah, kama vile kupatwa kwa jua, kupatwa kwa mwezi, masala kama vile matetemeko na mengineyo. Yukhawifu biha ibadahu, huwa anayatumiliza matukio haya na alama hizi kuwatia hofu kuwahofisha kwayo waja wake. fa idha raaitum minha shay'a, mtakapoona miongoni mwayo miongoni mwa hayo matukio miongoni mwa hizo alama shay'a, chochote fafza'u ila dhikri llahi, kimbilieni katika kumtaja Allah wa duaihi Naku wumba, naku wumba Allah, ghfarihi, uh, na kuomba na kumwomba yeye Allah wastighfarihi, na kumwomba msamaha almaana alijmaliyu. Alimamu albassam al alayhi rahmatullah akasema kana min adati nabii, tutakwenda kwenye hadithi hii, tunakwenda kwa sababu takriban maneno mengi yameshatangulia huko mwanzoni kwenye hadithi hadithi zina mfanano kama tunavyofahamu kwamba tukio lilitokea mara moja tu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hadithi zote zinaelezea tukio hili kwa maneno yanajirudia. Anasema al Imamu al-Bassam, rahimahu al rahimahullah, kana min adati an-nabi, ilikuwa miongoni mwa ada na mazoea ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, idha hasala taghayyurun yanapotokea mabadiliko fil awalimi al kauniyati, katika vilimwengu, katika vilimwengu alama hizi za kilimwengu, mabadiliko katika ile nidhamu ambayo Allah ameiweka ya kawaida, inapotokea mabadiliko min rihi shadidi kama vile kupatikana upepo mkali sana kupita ile kawaida, sababu upepo hupo siku zote. kama vile upepo mkali kupita kawaida, au ra'adin qasifin, au radi ya vishindo, piga radi za vishindo ambazo zimepita mipaka katika radi za kawaida na mazoea yaliyozoeleka kwa wanadamu, ikawa ni radi za maangamivu raji za kutisha na kutia hofu kwa watu kiasi cha kuleta maafa pengine, au khusufin au inapotokea eh, kupatwa kwa jua, au khusufin au kupatwa kwa mwezi sallallahu alayhi wasallama, ilipokuwa yakitokea mabadiliko hayo katika nidhamu ya kawaida ya kilimwengu

matukio yanaweza yakatumika kuwaadhibu watu kama tulivyoona mpaka leo hii, haya yanatumika kuwaadhibu watu. Mara ngapi mvua zinanyesha, mafuriko yakatokea, ikabaki tunatangaza idadi ya vifo. Mwaka jana limepiga tetemeko kubwa katika nchi ya Libya, wakafa maelfu ya watu, kadhalika katika nchi ya Uturuki mwaka jana, wakafa maelfu ya watu, zaidi ya watu elfu thelathini tetemeko moja tu pengine limedumu chini ya dakika tano, elfu 400 watu chini ya dakika tano. Allahul musta'an sallallahu alayhi wa sallam. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatishika, sio watu wa leo, nyoyo zimekuwa ngumu, kutu madhambi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema idha adhnaba ibnu adam nukitat fi qalbihi nuqtan, mtu anapofanya dhambi, mwanadamu kutiwa nukta nyeusi katika moyo wake, moja tu, akifanya tena nukta nyingine, anapozama katika madhambi, huenda mpaka ule moyo wake ukawa mwe ni mweusi, unakutu wote, ndo anakuwa ni mtu atishiki. Sasa ndo wengi wetu tulivyo hivi leo. kala bal rana ala qulubihim akanu yaksibu, sivyo hivyo. Hiyo ni kutu iliyoko kwenye nyoyo zao kwa sababu ya yale ambayo wameyachuma katika matendo yao. Mtu aogopi lolote. Kupatwa kwa jua, ndo kwanza watu wanakaa wanaegemea kwenye makochi, wanakunywa juisi, wanaangalia lile tukio la kupatwa kwa jua sinayaona yes, wametangaziwa na vyombo vya habari, wametoka uwanjani, sio wameegemea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatishika, anafadhaika. Ile kutu ambayo ipo, kashikanyiwa kwa sababu ya kukithiri kwa madhambi. Kwa limamu li Albasamu rahimahullah anasema, ilikuwa inapatikana kwake yeye hofu ya kuogopa adhabu za Allah ayahila bihadhihi lummati, akiogopea hiyo adhabu isije umma huu au usij, akiogopea usije ukapatwa umma huu mahalla bilumami lsabiqati, yale yaliyowapata nyumati zilizotangulia, akiogopea isije ikawa sasa hichi kinachokuja kitawapata umma huu kama walipopatwa nyuma zilizotangulia. Tunafahamu kwamba watu wa Nuh alaihi ssalam waliangamizwa kwa maji wote, wakaisha dunia ikaanza upya. Watu wa Adi wakaangamizwa kwa upepo mkali, wengine wakaangamizwa kwa ukelele, wengine wakagharikishwa katika maji kama vile na Firauni na jeshi lake. Mtume salallahu alaihi wasalam alimwomba Allah subhanahu wataala umma huu siangamizwe wote. Kuna watu waelewe eh, hadithi hii. Dua ambayo Mtume salallah alaihi wasalam alimwomba Allah na akakubaliwa, ni umma mzima kuangamizwa, kama walivyokuwa wanaangamizwa wale wote, ama sehemu kuadhibiwa, kuangamizwa. Hili jambo linaendelea mpaka kesho. Inaweza ikanyesha mvua hapa Nzega, zikaanguka nyumba na watu wakafa wa kutosha, lakini Tabora watu wako salama. Naweza likapita tetemeko katika nchi fulani, kimbunga kikaua maelfu malaki ya watu. Kwa hiyo kuadhibiwa watu eneo fulani, wengine wako salama, ili jambo linaendelea, ama kuadhibiwa umma mzima wakateketezwa wote, ili ndio ambalo Allah subhanahu wa ta'ala